Uh, masawa mengine ya hizi dawa za chemotherapy ni kwamba hizi dawa kama nilivyokwisha kusema ni kwamba uh, lengo lake ni kuua zile seli za saratani, lakini sasa kwa bahati mbaya pia seli zingine za mwili ambazo mara nyingi zinajigawa kwa haraka pia zinakwenda kuzulika au zinakwenda kuuawa, na seli mojawapo ambazo zinauawa kwa urahisi ni seli zinazotengeneza nywele kwa hiyo sasa mgonjwa ambaye anatumia chemotherapy, mgonjwa wa saratani huwa ananyonyoka nywele. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa, na kwa mgonjwa huyu, wagonjwa wengi huwa wanaamua kukata nywele kabisa, badala ya kuwa na nywele zilizonyonyoka, ambayo nywele, ambazo zinakuwa kama hazina afya, basi mgonjwa anaamua kukata nywele zote. Na kwa mfano, kwa kina mama au wakina dada, nywele inakuwa ni sehemu ya fahari. Kwa hiyo mgonjwa anapokuwa amekata ame nywele zake, inaweza ikamfanya awe katika hali ya kusononeka au hali ya huzuni, kwa sababu amepoteza nywele zake. Lakini hizi um, baada ya matibabu ya chemotherapy, mgonjwa ana mgonjwa huwa ana weza ku, kuota nywele tena kwa nywele zake zitarudi. Kwa kama mgonjwa akielewa hii maana yake, itamsaidia kuelewa kwamba hiki ni kipindi tu cha mpito, lakini pia ndugu jamaa na marafiki watakuwa na uelewa kwamba mgonjwa kupoteza nywele au kunyonyoka nywele imetokana na uh, matibabu ya hizi chemotherapy. Hizi dawa za chemotherapy. Kwa hiyo inasaidia mgonjwa kuwa na wepesi au kuwa, kupata ule wepesi kutokana na huu uelewa ambao mgonjwa ameupata.